Majina, anaitwa Godfrey Mlelwa ni tour guide wa hapa Luhira Zoo. Kuna tembo ambao ametoka kijiji cha Kajima, Tunduru na tangu afike mazingira haya kwa sasa ana muda wa mwezi mmoja na kidogo. Kwa umri wake kabisa kwa sasa ana jumla ya miezi mitatu na kidogo anakaribia kwenye wanne kwa sasa. Eh. Lakini huyu pia ni baby elephant kwenye upande wa vyakula kwa saizi bado hajaanza kula nyasi. Tunategemea kwa upande wa tembo kwenye upande wa kula nyasi mpaka atimize umri wa mwaka mmoja hapo ataanza kujitegemea mwenyewe kula nyasi, lakini pia upande wa maziwa na pia atakuwa anakunywa. Lakini sasa kwa hiyo tembo analelewa hapo, kuna watu ambao wameandaliwa maalum special kwa niaba ya kumtunza huyu tembo, kwa kwa vijana wetu wawili, kuna Ibrahim, na kuna mwingine hapo Dennis ambaye yuko. Huyu tembo anahudumiwa kama mtoto, maana kwamba hata jinsi anavyolala huwa kuna sehemu anaandaliwa maalum, anafunikwa blanketi ku ili kumkinga na baridi na vitu vingine. Kwa hiyo maziwa anapewa kila baada ya lisali moja idadi ya maziwa ni lita moja na nusu mpaka mbili kabisa inafika kila baada ya saa moja na nusu e, lakini kwasa, kwa sasa kwa huyu tembo wetu tunategemea kwamba atatimiza ule mwaka mmoja, atapunguza idadi ya maziwa, lakini pia upande wa nyasi pia atakuwa anaanza kula. Kwa muda huo huyu tembo aliwacha kwenye safari akiwa na mama zao, na maana kwamba kulingana na jinsi ya kusababu kwamba hapo Kajima Tunduru kwamba kuna namna ya ufukuzaji wa ya wao tembo waka, kuna mashine ambazo wanazitumia kwa namna ya kuwafukuza hao tembo lakini kwamba huyu tembo naona alikuwa bado mdogo, kwa hiyo aliachwa kwenye kundi la mamao, lakini kwamba watu kawa wameenda pale wa hifadhi hifadhi wakawa wamemkuta huyu tembo mdogo kawa wamechukua kwa niaba kwenda kumfuga kama mtoto yatima. Huyu tembo kwa sasa tupo kwenye mpango wa kumbadilisha mazingira na utembo wa mazingira ya mazingira ya porini, kwa hiyo tupo kwenye mpango wa kumbadilisha ile mazingira sasa mazingira porini, ya porini azoe mazingira ya nyumbani. Kuna watu maalumu special ambao tumewachagua kwa niaba ili tembo aweze kumbadilisha mazingira, lakini kwa sasa pia tutakuwa naye mazingira hapo sababu kimekuwa kivutio mmoja wapo kizuri kizuri ambacho watu wengi sana wanafurahi wakimwona mazingira ya hapo lakini kwamba kwa huyu tembo tutaishi naye kwa muda huu mpaka labda anatimiza ya miaka 4 au mitano baada hapo tutamwachia aende kuishi mazingira yake porini upande wa tembo huwa pale anapozaliwa tu anakuwa ana kilogramu kuanzia tisini mpaka mia ishirini lakini sasa tembo akiwa yuko mkubwa au akiwa yuko adult anakuwa ana tani kuanzia sita mpaka tani saba